msingi kuliko yote hasa ni kuhakikisha kwamba hatubweteki na tulikofika kwa, hatubwe tuliko kwa sababu uh, ukiangalia nchi ambazo zimeendelea utasikia sasa hivi labda Al Ahli wanasajili mchezaji kwa labda bilioni kumi na mbili za Tanzania. Yani wale ambao wameshatuzidi nao pia wanazidi kuinvest kuwekeza kwenye timu zao kwao, lazima tusibweteke sisi. Inaweza kuwa sababu ni hiyo, kwamba tumefika fainali hatukuwa tuna, tuna maandalizi ya kibingwa. Mfano fainali ya juzi ya Simba na na RS Berkane unaona kabisa. RS Berkane walikuwa wamejiandaa kibingwa, walikuwa wanajua wanatafuta nini. kwa <coughs> mfano nilikuwa nasoma uh, makala moja kuhusu Brazil ilivyotoa ubingwa mwaka 94 jinsi kocha Carlos Pereira, Alberto Pereira alivyokuwa anataka wachezaji wake wawe, kwamba alihakikisha kila kutoka kituo a hey, kwenda b wachezaji wake hawawezi kukaa reception ya hoteli kwa zaidi ya dakika tano au kumi. Yani wanafika pale ni kwamba wanapitiliza vyumbani, yani tayari watu wake wameshafika, ukifika wewe jina lako unapewa moja kwa moja, sio watu wa reception wanaofanya kazi ya kuwapeleka vyumbani. Kwa hiyo wachezaji wanakuwa na plenty of time ya kupumzika. Hivyo ni vitu vinaonekana vidogo, lakini yeye alisema ni muhimu sana. Sasa umaona uh, siku ambayo Mei 14 kafu wanatoa taarifa ya uwanja wa fainali ya marudiano utafanyika wapi, ni kwamba unaona kabisa e, RS Berkane walikuwa na advance party Tanzania hata mechi ya kwanza ijachezwa, wenyewe tayari walikuwa na advance party Tanzania ile. Wamepata uh, uhakika tu kwamba mechi itakuwa Zanzibar, siku hiyo hiyo wamefanya booking. Lakini sisi tukakimbilia kwenda kuangalia uwanja wa Taifa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa kwamba unaweza kutumika au hauwezi mechi ya fainali ambayo kombe liko uwanjani haiwezi ikapangwa na kupanguliwa kama mechi nyingine. Mechi za hatua ya makundi huko zinaweza, lakini mechi ile ambayo kombe liko uwanjani ina, ina vitu vingi sana, ina ina wageni wengi kutoka nje, ina usafirishaji wa equipment, ina broadcaster aje aweke aandae nani yake vizuri, ina wafanyakazi wake wale, inaweza kawa natoka kama unaweza kwa wengine wanatoka Uganda wengine wanatoka Angola wengine kwa ajili ya hiyo production ya siku hiyo tu. Kwa hiyo sio mechi ya kusema nitaiailisha nita au nitachelewa kuipanga. Ni lazima ni mechi ambayo inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Kwa hiyo RS Berkane hata Simba wanaenda kwa wenyewe wanawaza mechi ya marudiano. Hayo ni maandalizi ya kibingwa ambayo uh, RS Berkane ametuonyesha kwamba tunahitaji kufanya hicho. Pili, psychology ni kitu muhimu sana kwenye mpira, sio kitu cha kukichezea tu. Kwa mfano RS Berkane hujawasikia wakitoa complaints zote toka mechi ya kwanza mpaka mechi ya pili, huoni wakitoa complaints kuhusu, kuhusu mechi ya fainali. Wenyewe walikuwa tayari kwa ile mechi tu, lakini sisi tukataka vita na kafu, na vita inapigana publicly na wachezaji wanasoma, mashabiki wanasoma, viongozi wanasoma kwamba wao oh, tunaonewa tunafanya nini. The moment wachezaji wanajua kwamba viongozi wanalalamika kwamba tunaonewa, anything kitakachotokea uwanjani kwamba uamuzi labda wanaona sio sahihi, watakumbuka ni yale yale, tunaonewa, kifanya mara mbili mara tatu wametoka mchezoni. Kwa hivyo ni vitu ambavyo psyche ya wachezaji ni lazima ilindwe. Mimi nimeenda, tumeenda siku moja na National team tumeenda Msumbiji, tumefika pale, saa ya kuingia uwanjani, wale watu tulioenda nao wameleta vurugu nyingi, kabla na wachezaji wanaangaliao kwenye basi, wanaangalia wa watendaji wetu wanafanya vurugu pale, mara nini, tutaki kufanya hivi. Wachezaji wanatolewa mchezoni kwa sababu ya vitu ambavyo havieleweki. namna ambavyo uwekezaji ulianza kufanyika hasa kwenye eneo la televisheni Hili ni eneo pana pana sana, kwa sababu ukianza kulidadavua ndo unakuja kugundua kwa nini mafanikio yamekwenda moja kwa moja kwenye ngazi ya vilabu e, kuingia moja kwa moja kwa Azam TV ama Azam Media kwenye namna ambavyo walikuja wakaongeza e, ule uwajibikaji wao kwenye namna ambavyo wanaweza kutuletea coverage ya michezo pamoja na kudhamini e, baadhi ya maeneo ndani ya vilabu pamoja na mpira wetu kwa ujumla ilisababisha pia kuvutia wawekezaji wengi kuanza kuchungulia hiyo fursa kwenye TV.